Leo tuzungumze jambo. Hivi, ushawahi kukaa siku na kufikiria ni kwa nini watu wenye akili sana au ufahamu mkubwa darasani wanashindwa kufikia malengo kwa kiasi kikubwa kutoka katika maarifa yao, lakini wale watu wenye ufahamu wa wastani au mdogo ndio ambao hufikia mafanikio makubwa sana katika maisha kuliko watu wenye akili sana licha ya wao kuwa na uwezo mdogo? Sasa kaa kwa kutulia, ni kupe ufafanuzi wa kina na uliofanywa utafiti na wataalamu na wanasayansi juu ya mtazamo huu. Ila kabla sijakwambia, naomba ubonyeze alama ya subscribe button hapo chini ili nifahamu kama tupo pamoja katika safari hii ya kuelimishana na kujenga zaidi. Sasa tuanze. Moja, Overthinking. Kufikiri sana. Hebu fikiria hili: watu wenye akili kubwa wanaweza kufikiri kwa kina, kuona kila umdani wa tatizo na kupanga kila kitu kwa usahihi. Lakini mara nyingi hawawezi kufanikisha kile wanachotaka. Wengine wenye akili ya wastani au wenye ufahamu mdogo wanachukua hatua haraka hata bila mpango mkamilifu na mara nyingi hufanikisha zaidi. Kwa nini? Sababu kuu ni mbili. Overthinking, na pia, kuna muda, ukiwa mtu wa kufikiri sana, utakuwa unajijengea hofu na wasiwasi ambao utakufanya uogope kufanya jambo lolote. Lakini ukiangalia, mfanikio yanahitaji risk na kuna majaribu mengi sana utayopitia. Sasa ukiwa mtu wa kufikiri sana, utashindwa kufanya chochote, ila kama ukiwa mtu unayechukua hatua, basi kila kitu kinakuwa kinajitengenezea uwezekano wa kufanyika. Kuwa mtu wa kufikiri kufikiri na kuchukua hatua, si kufikiri tu basi. Watafiti wa Yale School of Management wanasema kuwa watu wenye IQ ya juu mara nyingi huchambua kila kielelezo, kuhesabu kila hatari na kuchunguza kila matokeo yanayowezekana, matokeo analysis, paralysis, kusita kuchukua hatua. Fikiria mtu anayeanza biashara mpya. Mtu mwenye akili kubwa anaweza kusita kuchunguza masoko yote kuhesabu kila hatari, kusoma kila ripoti. Mtu wa kawaida anaweza kusema basi, nianze sasa, nitajifunza na kurekebisha kadri niendelee. Akili kubwa ni nguvu, lakini ikiwa nasababisha kusita hakutokuwa na matokeo, basi itakuwa haina umuhimu wowote. Siri nifanya hatua, jaribu, jifunze, kisha endelea. Usikubali overthinking ikuzuie. Wenye akili ya wastani wanajua kwamba hatua ndogo leo ni mwanzo wa mafanikio makubwa kesho. Kwa kifupi, akili yenye busara ni ile inayochanganya fikra na vitendo. Uwe na akili lakini usisahau kuchukua hatua. Hii ndio siri ya kufanikisha zaidi bila kujali IQ yako au akili zako Bili. Perfectionism, kutaka ukamilifu. Je, Umewahi kuona mtu mwenye akili kubwa anasita kuanza mradi kwa sababu kila kitu hakiko perfect? Hii ni perfectionism, tabia inayoweza kuua kasi ya maendeleo na kupunguza ufanisi. Watu hawa mara nyingi huchunguza kila undani, wanajaribu kuhesabu kila hatari na kusubiri hali kamilifu kabla ya kuchukua hatua. Lakini ukweli ni kwamba ukamilifu hauwezi kamwa kufikiwa kabla ya kuanza, na kusubiri kunasababisha fursa kupotea. Watafiti wa American Psychological Association wanasema kuwa perfectionism inaweza kusababisha kuchelewa kuchukua hatua, kupunguza matokeo halisi na hata kuongeza stress. Watu wenye akili ya kawaida au ya wastani mara nyingi hawataki kila kitu kiwe perfect. Wanachukua hatua haraka, wanajaribu, wanakabiliana na changamoto na wanajifunza kutoka kwa makosa. Njia hii inawawezesha kupata matokeo halisi, uzoefu na maendeleo kwa kasi, licha ya kuwa hawana mpango mkamilifu. Fikiria mtu anayeanzisha biashara. Mtu mwenye akili kubwa anaweza kusubiri website iwe kamilifu, bidhaa iwe flawless, marketing iwe bila makosa na hatimaye mradi haujaanza. Wakati huo mtu wa kawaida anaweza kusema sawa, nianze sasa, nitajifunza na kuboresha kadri ninavyoendelea. Matokeo, anaanza haraka, anapata uzoefu wa kweli, na mradi unaanza kukua. Hii ni tofauti kubwa. Akili kubwa bila vitendo inaweza kushindwa kufanikisha, huku akili ya wastani yenye hatua inaendelea kupata matokeo. Perfectionism si dhaifu wa akili bali ni kizuizi cha vitendo. Kila mtu anapokuwa akitafuta ukamilifu usiowezekana anakwaza maendeleo yake mwenyewe. Kwa kifupi, perfectionism inaweza kuua mafanikio. Akili kubwa ni nguvu, lakini bila hatua ni kama nguvu isiyotumika. Njia bora ni kuanza sasa, kufanya hatua ndogo, kujifunza kutokana na makosa na kurekebisha kadri unavyoendelea. Siri ni wazi: vitendo haraka kujifunza na kurekebisha ni bora kuliko kusubiri ukamilifu ambao haujawezekana. Kwa hivyo chukua hatua leo, hata kama haiko perfect. Matokeo ya kweli yanatoka kwenye vitendo, siyo fikra tu. Tatu, risk aversion. Kuogopa kuhatarisha. Je, umewahi kuona mtu mwenye akili kubwa akiogopa kujaribu jambo jipya kwa sababu anaona changamoto nyingi zilizofichika? Hii ni risk aversion. Tabia ya kuepuka hatari. Watu wenye akili nyingi mara nyingi wanapitia hali hii kwa sababu wanaona kila jambo lenye hatari kubwa, jambo linalowasababisha kuchelewa au kushindwa kuanza. Hali hii inaweza kuzuia mafanikio licha ya ujuzi mkubwa na uwezo wao wa kiakili. Takwimu na utafiti wa Princeton University zinaonyesha kuwa watu wenye IQ ya juu huonesha kuepuka hatari kwa kiwango kikubwa, wanaona matatizo mengi yaliyojificha, wanapanga kila hatua kwa umakini na mara nyingi wanachukua muda mrefu kabla ya kujaribu jambo lolote jipya. Wenye IQ ya kawaida au ya wastani hawana tabia ya kuhesabu kila hatari, wanachukua hatua, wanajaribu, wanakabiliana na changamoto na kujifunza kutoka kwa makosa yao, hii inawawezesha kupata fursa ambazo wengine wanaogopa na kufanikisha miradi yao haraka zaidi. Fikiria mtu anayeanzisha biashara mpya au mradi wa kibiashara. Mtu mwenye akili kubwa anaweza kuhesabu kila hatari, kuogopa kila gambo lisilothibitishwa, na kusumbiri kila kipengele kiwe perfect. Matokeo haianzi. Mtu wa kawaida anaweza kusema sawa, nianze sasa, nitajifunza na kuboresha kadri linavyoendelea. Hii inamwezesha kujaribu kupata uzoefu wa kweli na kufanikisha mradi. Wakati mwingine kuchukua hatua haraka hata ukiwa na hofu kidogo kunaleta matokeo bora kuliko kusubiri hatari zote ziwe zimeratibiwa. Hali hii inaonyesha tofauti muhimu. Akili kubwa bila vitendo haina matokeo, huku akili ya wastani yenye ujasiri wa vitendo ikifanikisha miradi na kufungua fursa nyingi. Risk aversion ni moja ya vizuizi vinavyowazuia wenye akili kubwa kufanikisha licha ya uwezo wao mkubwa wa kufikiri. Kwa kifupi, kuepuka hatari kunaweza kuzuia mafanikio. Siri ni kuchukua hatari zenye hesabu, kujaribu na kujifunza kutokana na matokeo. Akili nzuri ni muhimu, lakini vitendo vinavyosimamiwa na ujasiri huchukua hatua mbele, huku overthinking na kuepuka hatari vikiweka vizuizi. Kwa hivyo anza sasa, hata ukiwa na hofu kidogo. Hatua ndogo zinaweza kuunda mafanikio makubwa. Nne, lack of social skills, kukosa ujuzi wa mahusiano. Je, yeah, umelai kuona mtu mwenye akili kubwa akishindwa kufanikisha mradi licha ya ujuzi wake wa kiakili, kwa sababu anaogopa kuzungumza au kuomba msaada? Hii ni kukosa ujuzi wa mahusiano. Watu wenye akili nyingi mara nyingi wanajihusisha peke yao, wanakuwa introverts au wanahisi kuomba msaada ni udhaifu. Lakini ukweli ni kwamba mafanikio ya maisha ya mafanikio hutegemea uhusiano zaidi kuliko akili peke yake. Harvard study ya Adult Development, moja ya tafiti ndefu zaidi duniani kuwahi kufanyika, inafuatilia maisha ya watu kwa zaidi ya miaka 75. Utafiti huu unaonyesha kuwa mafanikio ya maisha ya furaha, mafanikio na ustawi huenda zaidi kwa uhusiano wa kijamii na mitandao kuliko mali au akili pekee. Tatizo kwa wenye akili kubwa, wanakuwa introverts, waoga wa kijamii, au wanaona kushirikiana, kuuza mawazo yao au kuomba msaada ni dalili ya udhaifu. Hii inawaweka nyuma licha ya vipaji vyao. Na mara nyingine hupoteza fursa muhimu za kufanikisha mradi, biashara au hata kuunganishwa na watu sahihi. Fikiria mtu ana wazo zuri la biashara. Mtu mwenye akili kubwa anaweza kuogopa kushirikiana na wenzake, kuomba msaada wa kifedha au kitaalamu au kuzungumza na wateja. Matokeo, fursa nyingi zinapotea na mradi hauwezi kufanikishwa kikamilifu. Mtu wa kawaida mwenye uwezo wa chini au low IQ anaweza kuanza mradi huo, kuzungumza na watu, kuuza mawazo yake na kujenga mtandao wa msaada. Hii inamwezesha kufanikisha mradi, kupata maoni ya kurekebisha na kufikia mafanikio ambayo mtu mwenye akili kubwa anaweza kuogopa. Hali hii inaonyesha tofauti muhimu. Akili kubwa bila ujuzi wa kijamii haiwezi kuunda matokeo makubwa, huku akili ya wastani yenye ujasiri wa kijamii ikipata fursa nyingi. Networking, ujuzi wa kuzungumza na kushirikiana na wengine, ni hatua halisi za kufanikisha maisha yako. Kila mara unapojenga connection na watu mbalimbali mbali, unapata maoni, msaada na fursa ambazo husingepata ukiwa peke yako. Hii ni faida isiyoonekana mara nyingi, lakini yenye matokeo makubwa katika maisha ya muda mrefu. Kwa kifupi ujuzi wa mahusiano ni kipengele muhimu zaidi cha mafanikio. Akili kubwa bila kuwa na connection ni nafasi zilizopotea. Siri ni zungumza, jiunge na watu, omba msaada na jenga mitandao yako. Uwe na akili lakini pia uwe na ujasiri wa kijamii. Vitendo vya kijamii ni sawa na hatua halisi za kufanikisha maisha yako 5. Analysis paralysis kuchambua mpaka unashindwa kufanya. Je, umewahi kuona mtu mwenye akili kubwa akiangalia chaguzi zote, kuhesabu kila hatari na hatimaye kushindwa kuchagua lolote? Hii ni analysis paralysis. Hali inayotokea pale mtu anaposhindwa kuchukua uamuzi kutokana na kuangalia kila undani wa tatizo. Akili kubwa ni nguvu, lakini ikiwa inasababisha kusita, hakuna matokeo yanayopatikana. Utafiti wa University of Cambridge unaonyesha kuwa watu wenye IQ ya juu huangalia kila uwezekano wa chaguo, kuhesabu faida na hasara na mara nyingi mwisho hawachukui uamuzi wowote. Hii ni sababu ya kuona baadhi ya watu wenye vipaji vikubwa kushindwa kufanikisha miradi yao licha ya kuwa na uwezo wa kiakili. Wenye akili ya kawaida hawachambui kila kitu kikamilifu Wanachagua haraka, wanajaribu, wanakabiliana na changamoto na wanajifunza kutoka kwa matokeo yao. Hii inawawezesha kupata fursa halisi, uzoefu wa kweli na maendeleo ya haraka. Fikiria mtu anayeanza biashara mpya. Mtu mwenye akili kubwa anaweza kuhesabu kila undani: ni wapi pa kuanzisha, ni hatari gani zinazojificha, ni ipi njia sahihi zaidi. Matokeo ana sita, biashara haiendi mbele na fursa hupotea. Mtu wa kawaida anaweza kusema sawa, nianze sasa, nitajifunza kadri inavyoendelea. Anaanza biashara, anapata uzoefu wa kweli, anakabiliana na changamoto na biashara unaendelea kukua. Hatua ndogo za vitendo huunda matokeo makubwa zaidi kuliko kuhesabu kila hatari bila kuanza, kuchambua mpaka unashindwa kufanya jambo. Hapo utofautisha akili kubwa kutoka kwa akili ya kawaida au akili ndogo. Watu wenye akili kubwa wanaona kila hatari, kila uwezekano na kila matokeo yanayowezekana, jambo linalosababisha kushindwa kuchukua hatua. Akili ya wastani kwa upande mwingine inachukua hatua, kujifunza na kurekebisha kadri inavyokwenda, ikipata fursa ambazo wengine wanakosa. Kwa kifupi, kuchambua kupita kiasi kunaweza kuzuia mafanikio hata kwa mtu mwenye akili kubwa. Siri ni chagua, jaribu jifunze kutoka kwa matokeo na endelea. Ujasiri wa vitendo ni muhimu kuliko kuhesabu kila hatari. Kila hatua unayochukua leo, hata ikiwa siyo kamili, inaweza kuunda mafanikio makubwa kesho. Sasa, mpaka hapa tulipofikia, natumai utakuwa umejifunza somo la umuhimu, bila shaka na utakuwa unajua nini cha kufanya kuanzia sasa kupitia video hii. Sasa naonga na wewe usiangukie kwenye kundi la watu wenye kufikiri au kujiwazia mazuri bila kuchukua hatua iliyo sahihi kwa ajili ya kupata kile kizuri wanachokiwaza. Kumbuka, hatua unayoichukua leo ndio mwanzo wa safari unayoianza leo na hakuiendeleza. Sasa usisahau kuchukua hatua ya kubonyeza alama ya subscribe button hapo chini ili nifahamu kama tupo pamoja katika safari ya ukombozi binafsi na wa maendeleo. Tukutane katika video inayofuata.